Vatican imesema kuwa Papa Francis hayuko tena kwenye hatari ya kifo kutokana na maradhi yanayomsumbua, huku ikisema kuwa dawa anazotumia zimeanza kuonyesha matokeo chanya kwenye mwili wake. Taarifa ya Vatican ya leo Jumanne Machi 11, 2025, imesema kuwa ishara ya maendeleo na kuimarika kwa afya ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 88 imeonekana jana hususan kwenye changamoto anayopitia kwenye mfumo wa mapafu yake. Papa Francis amelazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kwa zaidi ya wiki tatu na alilazwa Februari 14, 2025, akisumbuliwa na maambukizi makali kwenye mfumo wa upumuaji ambayo yamewalazimu madaktari wanaomtibu kuweka uangalizi wa karibu wa afya yake. Katika taarifa yake ya hivi karibuni ya kiafya, Vatican imesema madaktari wa papa wameshaondoa hali ya tahadhari juu ya afya ya kiongozi huyo wa kiroho wakimaanisha, kiongozi huyo hayuko tena kwenye hatari ya kifo kutokana na na maradhi hayo. Na nukuu Maendeleo yaliyoonekana katika siku zilizopita yamezidi kuimarika kama tu ilivyothibitishwa na vipimo vya damu na tathmini za kitabibu pamoja na mwitikio mzuri kwa matibabu ya dawa, imesema taarifa hiyo ya Vatican. Ingawa madaktari wameondoa utabiri wao wa awali, Vatican ilisema kuwa bado wanatarajia Papa Francis ataendelea kukaa kuendelea na matibabu na dawa hospitalini kwa siku zaidi. Pia, hakuna muda maalum uliotajwa kuhusu ni lini kiongozi huyo ataondoka hospitalini. Inaelezwa kuwa Papa Francis aliendelea kwa mkuu na katika hali thabiti ama inayoimarika kwa wiki iliyopita, baada ya kukumbwa na hali ya dharura mara mbili katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Vatican pia ilisema mapema Jumatatu kuwa Papa Francis anaendelea na matibabu yake na anaendelea na tiba ya ugonjwa ulioko kwenye mfumo wa upumuaji ili kumsaidia kupumua. Vatican pia ilisema kiongozi huyo wa Kanisa Katoliki ambaye amekuwa akitumia kiti cha magurudumu kwa miaka ya hivi karibuni kutokana na maumivu ya goti na mgongo pia anaendelea na tiba ya mwili kusaidia utembeaji wake. Nanuko, papa, na anaendelea kupumua na kwa kusaidia oksijeni hospitalini akitumia bomba dogo la oksijeni chini ya pua yake wakati wa mchana na mashine isiyo na uvamizi wa kusaidia ya kusaidia kupumua usiku anapolala, imesema taarifa hiyo. Papa Francis amepitia vipindi kadhaa vya maradhi katika miaka miwili iliyopita, na huwa rahisi kupata maambukizi ya mapafu kwa sababu aliwahi kuwa na priorisi akiwa kijana na sehemu ya pafu lake moja iliondolewa. Nimonia ni maambukizi makali katika njia ya mapafu yote mawili ambayo yanaweza kusababisha uvimbe na kupata makovu, hivyo kufanya mgonjwa iwe vigumu kupumua. Papa Francis ambaye ataadhimisha miaka 12 tangu kuchaguliwa kwake kama kiongozi wa Kanisa Katoliki ulimwenguni hapo mapema Alhamisi hajaonekana hadharani tangu alipoingia hospitalini, ikiwa ni vipindi virefu zaidi cha kutokuwepo kwake mbele ya umma tangu awe papa. Papa anayejulikana kwa kufanya kazi kupita kiasi anatajwa kuwa ameendelea kufanya kazi akiwa huko hospitalini. Endelea kufuatilia Mwananchi.